Bosi, kwema kabisa bosi. Ndio kijana wako uh, ambayo nikwambia, naomba kazi ya kufanya kwa duka lako. Nipo vizuri nduma, nika nikaja kwa kweli, unipe nafasi ya kufanya kazi. Ah, okay, of course natafuta mfanya kazi wa duka uh, ila sasa unajua hesabu vizuri? Bosi mimi nipo vizuri, na sio kwamba labda kuna maswala mambo mengine la hesabu. Mimi nipo vizuri Uh, kusoma nimesoma nina elimu eh, kwa hiyo mambo ya hesabu hayawezi kunishinda. Hesabu ndogo ndogo hizi mimi sihitaji calculator, nahitaji kutumia hata kitu tu hivyo. vizuri sana okay. Hapa kuna maswali ambayo nitakao kuuliza, si ndio? Ukiweza kuyapatia maswali, nitakuwa ajili pale dukani kwangu. Yani kuhusu maswali bosi wewe uh, uliyo swali wote mimi niko vizuri sana. <laughs> Okay, swali la kwanza si ndio? Ehe, nataka uniambie, si ndio? mchele kilo tano unapunje ngapi? ukizidisha na wale maraya tisini unapata ngapi? Alafu nataka uniambie, si ndio, dagaa kwa mfano hizi dagaa ni robo, si ndio? hey. ziko ngapi ukizidisha na wale maraya na, na, na maraya tisini na tisa ganya kwa sifuri unapata ngapi? Alafu nataka uniambie, ehe, njugu mawe zile kilo tisa zinapunje ngapi? Alafu sukari robo ina vipunje vipunje vingapi ukivihesabu, si ndio? Eh, eh, alafu kitu kingine nataka uniambie, zile pipi zile zile pipi kifua zile kilo tano ziko ngapi? Alafu na kingine sasa ambacho nimesahau hapa. Kuna swali la msingi sana lazima nikuulize, viberiti tisini vina jiti ngapi? Alafu na kingine kingine ambacho nimesahau hapa zibeliti tayari, si ndiyo? Alafu kingine sasa nataka uniambie nataka uniambie yale mafuta yale mafuta dumu lile ukipima unapata kilo ngapi? Ehhe, halafu na kitu kingine nataka uniambie nataka uniambie soda zile soda kreti tisini, alafu ukizidisha na tatu ukitoa na mbili ukizidisha na zero ukigawanya kwa tisini ukizidisha na zero ukitoa na zero ukitoa na zero ukitoa na zero ukizidisha na zero ukigawa na zero afu ukizidisha na bilioni tisini unapata ngapi hapo? E, nadhani maswali yatakuwa yameishaisha. E, karibu kwa kwa majibu yako majibu yako. Huu huu e, mzimu au huu vipi? Yaani mimi nimeshatangaza kwenye, kwenye, kwenye, kwenye biashara yangu sitaki kwa ajili kuajiri wanaume mimi nilisema nataka mfanyakazi wa kuuza duka, ila nataka wa kike. Sasa mimi wa kiume mimi napeleka wapi? Na bado unaokuja nitazidi kuwakomesha kwa maswali eh, hii ndio interview yao. Na bado